Alhamdulillah, mpaka sasa hivi mahujaji wote wamefika takriban mahujaji mia mbili na tisini na nne ambao leo wataondoka. Mahujaji mia moja na arobaini na nane ni wanaume na mia moja na arobaini na sita ni wanawake. Alhamdulillah, katika vitu vyote wameenda vizuri. Hakuna tatizo lilotokea katika visa, katika chanjo pamoja na mambo mengine. Kuna mtu mmoja tu ambaye tunamsaidia, lakini alhamdulillah tumejipanga vizuri, pamoja na vikundi ambavyo tutamsaidia vizuri na ataweza kufika akaweze kuhiji salama salimini. Changamoto kama tunavyozijua haziepukiki za kawaida, hususan katika safari na hususan ndege yetu ni mpya, lakini vitu vyote vimeenda vizuri, alhamdulillah. Tunashukuru sana serikali pamoja na wenzetu wa ndege na vikundi vyote kwa mashirikiano makubwa mpaka tukafika hapa leo. Na cha kufurahisha zaidi katika hapa tunashukuru kwa sababu jitihada kubwa pamoja na sisi kamisheni pamoja na Utahiza na vikundi vyenyewe, watu wameweza kuhamasika. Ukiangalia katika age wise takriban katika watu mia mbili na tisini na nne, above 65 ni mahujaji 45. Kwa kweli hii ni faraja. Tunazidi kuomba kheri na tunazidi kuhamasisha wale wote wenye uwezo waweze kwenda hija mapema kwa kuondoa zile ripakashani za wagonjwa pamoja na visaidizi vingine. Alhamdulillah, tunashukuru. Tutaendelea kuwasiliana na nyinyi na kuwapa taarifa zote za mahujaji kuanzia leo mpaka siku ya mwisho ambao wataondoka, na pia tutasubiriana wakati wa kurudi. Asante sana, jazakallahlhebk. Labbaik innal hamda wan ni'mat.